Hello. Mambo vipi? Naitwa Ilam kutoka Crypto Panueli Academy kifupi CPA. Karibu tena katika tutorial nyingine ambapo tunafanya mwendelezo wa kutoa elimu kuhusu mapinduzi ya nne ya viwanda ama kwa jina lingine blockchain technology. Bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na notification pia, kama hujafanya hivyo, utakuwa umefanya ujasiri mkubwa wa kutosha, na utapata elimu hii kutoka CPA bure na milele. Bado tupo kwenye DeFi. Na leo tunaenda kuona matumizi mengine ya DeFi katika blockchain technology ambayo ni usimamizi wa mali ama DeFi asset asset management management. So let's start from scratch kuhusu asset management katika centralized system, ili tuweze kupata clear vision. Usimamizi wa mali ama asset management katika mfumo kawaida wa kawaida unahusisha usimamizi wa mali za kifedha kama vile hisa, bondi, mali isiyohamishika na fedha taslimu kwa niaba ya watu binafsi, taasisi ama mashirika. Lengo kuu ni kuongeza thamani ya mali huku ukizingatia hatari. E, jinsi usimamizi wa mali au asset management unavyofanya kazi katika traditional system. Ni katika namna ya kwanza ni malengo ya, ya mwekezaji. Kwanza, msimamizi wa mali huainisha malengo ya mwekezaji kama vile kustaafu, elimu ya watoto wa au ununuzi wa nyumba. Lakini pili, uvumilivu wa hatari, msimamizi huamua kiwango cha hatari ambacho mwekezaji uko tayari kuchukua. Tatu ni mkakati wa uwekezaji, kulingana na malengo na uvumilivu wa hatari msimamizi huunda mkakati wa uwekezaji. Nne, utekelezaji, msimamizi hununua na kuuza mali kulingana na mkata, mkakati wa uwekezaji. Tano ni ufuatiliaji, msimamizi hufuatilia utendaji wa mali na kurekebisha mkakati ikiwa ni lazima. Aina za usimamizi wa mali zipo aina mbili. Kwanza ni usimamizi wa mali binafsi, hii huendeshwa kwa ajili ya watu binafsi, lakini pili ni usimamizi wa mali wa taasisi, hii huendeshwa kwa ajili ya taasisi kama vile mifuko ya pensheni, vifuko vikuu na mashirika e. faida za usimamizi wa mali kwanza ni utaalamu, wasimamizi wa mali wana ujuzi na uzoefu katika masoko ya kifedha. Lakini pili ni utofautishaji, kuwekeza katika aina mbalimbali za mali ili kupunguza hatari. Tatu ni ufuatiliaji, ufuatilia utendaji wa mali na kurekebisha mkakati ikiwa ni lazima. Hasara zake ni pamoja na gharama, wasimamizi wa mali hutoza ada kubwa kwa huduma zao. Hii ni katika centralized system. Lakini, pili mwekezaji mdogo mali zake DeFi mali digitali digitali, lakini pia ni udhibiti mdogo. Mwekezaji ana udhibiti mdogo juu ya jinsi mali zake zinavyowekezwa katika DeFi. Usimamizi wa mali ama asset management inahusisha usimamizi wa mali za kidijitali kama vile fedha za kidijitali ama cryptocurrencies, lakini pia tokens ama ishara na mali nyingine za kidijitali kwa niaba ya watu binafsi, taasisi au mashirika. Lengo kuu ni kuongeza thamani ya mali huku ikizingatia hatari. Tofauti na usimamizi wa kawaida wa mali, DeFi hakuna mamlaka ya kati kama vile benki au taasisi za kifedha inayohusika, lakini pia shughuli zote zimerekodiwa kwenye blockchain na zinaweza kuonekana na kila mtu, kwa hiyo kuna uwazi. Isitoshe, shughuli zinalindwa na teknolojia ya blockchain. E, jinsi usimamizi wa mali unavyofanya kazi katika decentralized finance. Moja ni malengo ya mwekezaji. Kwanza msimamizi wa mali kuainisha malengo ya mwekezaji kama vile kuongeza thamani ya mali, kupata mapato ya passive au kulinda mali dhidi ya mfumuko wa bei. Lakini pia ni uvumilivu wa hatari. Msimamizi huamua kiwango cha hatari ambacho mwekezaji yuko tayari kuchukua. Tatu ni mkakati wa uwekezaji. Kulingana na malengo ya uvumilivu wa hatari, msimamizi huunda mkakati wa uwekezaji. Hii inaweza kuhusisha kuwekeza katika aina mbalimbali za mali za kidigitali kama vile Bitcoin, Ethereum, DeFi tokens eh, NFTs na kushiriki katika shughuli za DeFi kama vile kukopesha, kukopa, kuweka fedha kwenye mabwawa ya ukwasi na kilimo cha mavuno ama kwa jina lingine yield farming. Lakini nne ni utekelezaji. Msimamizi ununua na kuuza mali kulingana na mkakati wa uwekezaji. Hii inaweza kufanyiwa kazi kupitia decentralized exchanges ama itifaki nyingine za DeFi. Mwisho ni ufuatiliaji. Ni. Msimamizi ufuatilia utendaji wa mali na kurekebisha mkakati ikiwa ni lazima. Aina za usimamizi wa mali katika DeFi pia ziko aina mbili: ni usimamizi wa mali binafsi na usimamizi wa mali wa taasisi, ambayo hii huendeshwa kwa ajili ya taasisi kama vile mifuko ya pension, vyuo vikuu, mashirika na kadhalika. Usimamizi wa mali katika DeFi una sifa kadhaa za kipekee ambazo zinatofautisha na mifuko, na mifumo ya kawaida ya usimamizi wa mali. Hapa kuna sifa kadhaa muhimu katika decentralized finance. Sifa ya kwanza ni decentralization, lakini pia transparency, accessibility, efficiency, security, innovation na kadhalika, hii just to mention a few. Usimamizi e, wa mali katika decentralized finance una matumizi mengi ambayo yanarahisisha shughuli za kifedha na kuleta ubunifu katika mfumo wa usimamizi wa mali. Hapa kuna baadhi ya matumizi muhimu katika usimamizi wa mali katika decentralized finance. Moja ni kuwekeza katika e, aina mbalimbali za mali, hii inawekeza e, katika fedha mbalimbali za kidigitali kama vile Bitcoin, Ethereum na altcoins. Lakini unaweza kuwekeza katika tokens za miradi mbalimbali mbali ya DeFi kama vile tokens za kubadilishana madaraka ama decentralized exchanges, e, itifaki za kukopesha na kukopa na majukwaa ya kilimo cha mavuno. Lakini pia unaweza e, kuwekeza katika non-fungible tokens ama NFT ambazo ni mali za kidigitali za kipekee kama vile sanaa, muziki na vitu vya kukusanya. Tumizi la pili ni kuunda mkakati wa uwekezaji. Unaweza kuunda portfolio ya uwekezaji yenye aina mbalimbali za mali za kidijitali ili kupunguza hatari ya kuongeza faida. Eh, unaweza kutumia mikakati mbalimbali ya biashara kama vile biashara ya muda mfupi, day trading, biashara ya muda mrefu long term investing, na biashara ya arbitrage. Tumizi lingine la tatu ni kushiriki katika shughuli za DeFi. Unaweza kukopesha mali zako za kidijitali kwa watumiaji wengine na kupata riba. Tumizi la nne ni usimamizi wa mali kiotomatiki. Unaweza kutumia smart contracts kuendesha mikakati ya uwekezaji kiotomatiki. E, baadhi ya majukwaa ya DeFi yanaanza kutoa huduma za robo advisors ambazo hutumia algorithms kuunda na kusimamia investment portfolio kulingana na malengo na uvumilivu wa hatari wa mwekezaji. Lakini tumizi na ni usimamizi wa mali wa taasisi. Taasisi kama vile mifuko ya pension inaweza kutumia DeFi kusimamia mali zao za kidijitali. Mashirika yanaweza kutumia DeFi kusimamia fedha zao na kuwekeza katika mali za kidijitali. Sasa, hebu tuangalie faida za asset management kwenye DeFi. Moja ni upatikanaji na ujumuishaji. DeFi inapatikana kwa mtu yoyote mwenye internet bila kujali mahali alipo duniani. Mara nyingi hakuna kiwango cha chini cha kuwekeza katika DeFi ambayo inafanya kuwa inapatikana kwa watu wa kila aina. Faida ya pili ni uwazi na usalama kwa sababu shughuli zote za DeFi zinafanyika kwenye blockchain. Zinafanyika kupitia smart contracts ama mikataba mahiri ambayo ubunifu, e, ubunifu mpya katika ulimwengu wa fedha. Faida ya sita ni fursa za faida kubwa. Unaweza kuwekeza katika aina mbalimbali za mali za kidijitali kama vile fedha za kidijitali, tokens za DeFi na NFTs. Sasa tuangalie hasara za asset management katika DeFi. Hatari ya kupoteza fedha zako kama kukitokea udhaifu wa kiusalama katika smart contracts. E, wadukuzi wanaweza kuiba fedha zako za kidijitali. Lakini hasara e, nyingine ni utata na ugumu wa kuelewa DeFi inategemea teknolojia ya blockchain ambayo inaweza kuwa ngumu kuelewa kwa watu wasio e, na uzoefu. Hasara nyingine ni ubadilikaji na kutokuwa na uhakika. Mabadiliko ya haraka yanafanya kuwa changamoto kuendelea na kujua ni miradi gani ya kuwekeza. Hasara e, nyingine ni gharama. Kuna ba baadhi ya eh, platform ama decentralized applications zinakuwa na ada ya juu wakati wa jamu ya mtandao. Hatari nyingine ni kupoteza ufunguo wa pochi yako, lakini kukosea nuani ya mwamala ama kukosa uelewa. Sasa tuangalie decentralized application zinazofanya kazi katika usimamizi wa mali ama asset management kwenye decentralized finance. E, decentralized application zinazofanya kazi e, katika usimamizi wa mali kwenye DeFi zinalenga kutoa huduma za kifedha bila kutegemea taasisi za kati kama vile benki au makampuni ya uwekezaji. Zinatoa uwazi, ufikiaji na udhibiti zaidi wa watumiaji. Hapa kuna mifano ya aina za dApps, na majukwaa maarufu eh, yanayohusika na usimamizi wa mali za kidijitali. Moja ni majukwaa ya kukopesha na kukopa ama platform. hizi Eh, zinaruhusu watumiaji kuweka mali zao kama crypto eh, kama dhamana ili kukopa mali nyingine au kukopesha mali zao ili E, kupata riba. Hii ni njia ya kufanya mali zako zifanye kazi. Mfano wa platform hizi ni Aave na Compound. Lakini mbili, e, ni mikusanyiko ya mavuno ama hizi ni dapps zinazotegemea ambazo huwasaidia watumiaji kupata mavuno bora zaidi, riba au zawadi kutoka kwa majukwaa tofauti ya DeFi. Mfano wa hii ni na bifu. Tatu ni decentralized exchanges and aggregators. Ingawa decentralized exchanges za moja kwa moja zinaruhusu biashara, baadhi yao na aggregators zao zina vipengele vya usimamizi wa mali hasa kwa wale wanaotoa ukwasi ama liquid providers, mfano ni Uniswap, One Inch na Curve Finance. Lakini pia nne ni majukwaa ya mali synthetic, ama synthetic asset platforms hizi huruhusu watumiaji kuunda na kufanya biashara ya mali bandia zinazowasilisha e, bei za mali halisi kama vile dhahabu isa au hata sarafu za crypto bila kumiliki mali halisi. Mfano ni synthetics. Kitano ni wallet zinazoweza kuingiliana na dapps ama wallet with dapps integration. Ingawa si dapps zenyewe, pochi kama Metamask na Coinbase wallet ni muhimu e, sana kwa usimamizi wa mali katika DeFi. Zinaruhusu kuingiliana salama na pochi yako na decentralized application mbalimbali na huruhusu kuweka, kukopa na kufanya biashara mbalimbali. Mfano ni Zerion na Zefa. Zepa ni DAOs za usimamizi wa mali ama decentralized autonomous organizations for asset management. hizi ni mashirika yanayoendeshwa na jamii kupitia mikataba mahiri ama smart contracts, ambapo washikadau kama wamiliki wa tokens za DAO hufanya maamuzi kuhusu mikakati ya uwekezaji na usimamizi wa hazina ya DAO. Mfano wa platform kama hii ni MakerDAO. Usimamizi wa mali e, katika DeFi unaweza kuwa njia nzuri ya kuwekeza katika fedha za like kidijitali na kushiriki katika shughuli za DeFi. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa jinsi inavyofanya kazi na kuzingatia changamoto zake kabla ya kutumia. Mambo ya kuzingatia kwanza, ni kufanya utafiti wako kabla ya kutumia DeFi kwa usimamizi wa mali. Hakikisha unaelewa jinsi pochi za kidijitali na smart contracts zinavyofanya kazi. Zingatia e, hatari za usalama na uwekeze tu kile ambacho uko tayari kupoteza. Ikiwa utazingatia mambo haya, usimamizi wa mali ama asset management katika DeFi unaweza kuwa chombo muhimu katika shughuli zako za kifedha. Asante sana kwa kunisikiliza, see you on the next one. CPA.